Familia zetu uh, huwa zinakuwa katika one way or another, inaweza zikawa zina support au zisisupport harakati zako. Kwanza tuambie, wazazi wako background ipoje? Unao wazazi wako wote, familia hali ya status yako ya familia ikoje? Wazazi wako upo nao au na familia hivyo. Lakini pia je, wana support kwa kiasi gani uh, kipaji chako? Eh, wazazi wangu wote wawili wapo, baba yupo na mama yupo. Babaangu mimi ni investment of Ocean. Babangu mimi ni mwekezaji wa bahari. Ukienda pale Tanga ukiulizia na Hozalam, unaweza ukampata pale katika bandari zote za Tanga, ikiwa ni bandari ya custom, bandari ya Sahare, bandari ya Kasera, bandari ya Mtambwe na nyinginezo, unaweza ukampata babaangu kwa sababu babaangu mimi ni mwekezaji wa baharini na babaangu mimi wao ni Pemba, na pia babangu mimi ni Mgunya, ni watu wa Mombasa, salamu. Kwa hiyo najivunia kuona baba mpaka hivi sasa, na waliokuwa baba zao wametangulia mbele ya haki, Mwenyezi Mungu ajalie makaburi yao yawe ni pepo za bustani huko peponi. Amen. Na mama wangu pia yuko hai, au mama angu pia yuko hai na ni mzima wa afya. Pia mama angu mimi ni mama wa nyumba au ni mama wa nyumbani, anatushughulikia sisi watoto katika masuala ya afya. Ukitazama katika swala langu la mpira, mama angu ananiombea dua kila wakati na kila siku, na swala ambalo kwamba mamaangu ananihimiza kila wakati ananiambia, mwanangu, achana na jambo la anasa. Anasa achana naye, mwanangu, ili ufike malengo yako, haswa haswa, hicho kitu ambacho umekikaa katika kifua chako ni mpira, achana na mambo ya a anasa. Anasa au uzinzi, ni kitu cha zina. Achana na maswala hayo, kwa sababu Mwenyezi Mungu vitu hivyo amevikataza na amevionya kuwa ni hatari na havitaki na havitaji katika maisha. Mwanangu unaweza kufika sehemu tofauti tofauti na sehemu kubwa. Lakini kwa upande wa babangu pia ananihimiza sana katika swala la, swala. Nikisema swala ni katika jambo la ibada kumwabudu Allah. Kama mwenye alivyosema falyabudu rabb hadhal bait, basi mwabudu Mola wa nyumba hii. Babangu ananihimiza sana kuhusiana na swala la swala. Una swali, swala ndio kila kitu. Swala inaondosha matatizo ya maradhi ya husda, ya hasadi, hata swala inasafisha mwanadamu na kila kitu. Kwa hiyo, mwanangu, ukisha swali unaweza kufika sehemu yote, mwanangu, swali, ili uweze kufikisha malengo yako. Kwa hiyo, katika swala la mpira wazazi wangu wako kipaumbele na wananisaidia sana e, wananihimiza sana katika swala hilo changamoto yoyote ambayo unakutana nayo katika wewe binafsi katika kukuza kipaji chako, ni changamoto zipi ambazo unasema hizi kwa namna moja au nyingine zinasababisha kuzorotesha kipaji changu kisiweze kukua? E, kwanza kipaji changu mimi ninavyokiona ni kinazoroteka au kinashuka, ni kwa sababu kwanza mimi niko mbali na wazazi kwa sasa, pia yale mahitaji ambayo kwamba nahitaji kama viatu bipsi, jezi na sehemu ya kupumzikia pia ninakosa, kwa sababu sehemu niliyopo sasa hivi ni sehemu ya changamoto. Najitegemea mimi kama mimi kwa mfano viatu, malazi, chakula na kadhalika. Kwa hiyo saa nyingine ninakosa kuenda kufanya mazoezi, ninaenda kufanya kazi nyingine tofauti na mazoezi yangu. Kwa hiyo ninajisikia moyo wangu na niuma na wazazi wangu wako mbali na mimi nahangaika kutafuta kwa ajili niweze kuendelesha au kuendeleza mahitaji yangu, na ninahitaji vitu vingi sana kama hivyo ulivyovitaja, kwanza bipsi, soksi na viatu na kadhalika. Kuna mtu hapa anaweza akaona kipaji chako akaona anahitaji kukusaidia kwa namna moja au nyingine, labda mawasiliano yako na au una wito gani kwa watu ambao wanahitaji kukusaidia? Kwanza kisha utugee mawasiliano yako kama uko tayari, okay. Mimi niko tayari kwa mtu yoyote kutokea au kujitokeza kuja kuchukua dhamana ima ya ulezi na kunendeleza kipaji changu, ila nifikishe salamu kwa baba angu mdogo ambaye sasa ni kamishna au ni sergeant, yuko Dar es Salaam, anaitwa mzee, lakini naona kama nisiwezi kumtaja. Okay, naona nimwache tu kwa sababu nahofia pia, kwa sababu nishamuomba sana kwa baba naomba nifanyie mpango lakini ataona mpaka nimefikia sehemu kama hii mm -hmm. Namtaja alafu ndo kama hivyo, atajisikia vizuri. Nadhani inaweza ikamfikia hii clip akaiona, na naamini itamfikia, ataona ujumbe. No problem, labda kama una ujumbe wa kumwambia tu eh, mimi namuomba tu baba angu. Kwa baba, najua nafasi zipo nyingi sana, unaweza pia kunichukua kunipeleka katika akademi za JKT na pia una uwezo wa kunipeleka katika sehemu au sekta tofauti tofauti za michezo, na unanijua, unanijua mimi na unalijua ili swala, ili kuwa mimi na kipaji cha mpira, lakini labda nizungumze kwa namna moja, kwa sababu Uislamu hautukani hata Ukristo hautukani, ila anazungumza hivi. Kwa baba, ninaumia sana kukuona una sekta kubwa na una fani na una uongozi mkubwa na una marafiki wengi katika michezo, ikiwa wewe ukiongozi unaniacha mimi mwanao nataabika, nateseka, lakini nakuomba bado nakuomba na naumia moyoni mwangu, nahitaji baba angu unisaidie. Baba angu nakuomba unisaidie huko ulipo, na ku, naomba ikufikie ili jambo ambalo nalizungumza hapa. Kwa naumia sana, nahitaji ku, kukuza kipaji changu na kufikia mbali, naomba unisaidie, mimi ni maskini na mimi bado ni mtoto, kwa kunahitaji unisaidie baba angu, ambako ya simu labda kwa wale ambao wamewiwa kwa namna moja, naweza kuona kuna, kuna wadau wengi wa michezo. Wanaweza kaona kipaji chao akasema ngoja aje afanye hapa au tumpushi kwa namna moja au nyingine. Namba yako ya simu eh, nambari yangu ya simu au namba yangu ya simu ni sifuri sita hamsini na nane themanini na nne sifuri tatu moja saba. Narudia tena sifuri sita hamsini na nane themanini na nne hiyo ndio nambari sifuri tatu moja okay, saba. Shukrani sana. Na Now... Kama una jambo lolote la mwisho la kusema uh, kwa Watanzania wanaokutazama na wadau wa michezo eh? Kwa wadau wa michezo, ninachowaambia ni kuwa, mimi niko Zanzibar na ninaishi mfenesini na ninahitaji kukuza kipaji changu kwa namna yoyote, ila kwa sasa sina pesa ya kuwalipa. Kwa hiyo ninawaombeni waweze kunichukua watakapoiona klipu hii au video hii na kunifanyia trial na kuweza kuku chikipaji nilichokuwa nacho. Kwa hiyo, wadau, waombeni. Na waombeni. Kwa hiyo wadau, mi nawaombeni, nawaombeni sana. Ninaitwa Abdullahi Omar Sinema, nahitaji kuuza kipaji changu, lakini sina connection. Kwa hiyo nawaombeni nisaidie. Asante. Bwana mtazamaji, tulikuwa na Abdullahi tulikuwa na... tumeongea naye mengi na wewe, <coughs> mdau kama uja subscribe channel yetu, bonyeza subscribe button na alama ya kengele, utakuwa kwanza kupata taarifa zetu chao. Let's go.